Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika sehemu ya tatu ya mchoro wa mwisho. Sehemu ya pili tulishia, Tatu alikuwa akichunguza turubai na kugundua kuwa nyuma ya turubai kulikuwa na kivuli. Tatu alikaa kwenye kona ya chumba chake, mwili ukitetemeka. Pale mbele yake mchoro ule ambao ulikuwa una nafasi tupu sasa ulikuwa na kivuli kipya, mtu mwenye miwani ya giza akiwa ameshika kitu mkononi kama silaha au kalamu, lakini tatu hakumjua mtu huyo. Sura yake ilikuwa haijakamilika, lakini macho yalionekana ya rangi ya kijani iliyochanganyika na giza. Mara ghafla simu ya Tatu ikaita. Ilikuwa ni Abasi. Abasi, Tatu, nimepata kitu kingine. Kuna uchoraji wa zamani sana wa mzee Zuberi miaka kumi na tano iliyopita ambao ulitabiri ajali ya moto kwenye soko la Kariakoo. Picha hiyo ilimwonyesha mtu mmoja aliyekuwa amesimama pembeni ya moto, na baada ya ajali kutokea mtu huyo ndiye aliyegundulika kuwa ndiye aliyehusika na ajali hiyo. Tatu, unamaanisha kile kilichotokea alichokuwa akikichora kilikuwa ni kweli? Habasi, ndiyo, lakini pia kuna wengine waliosadikika waliuawa kwa sababu ya picha zao zilionekana kwenye mchoro kabla hawajafanya kosa lolote. Tatu alinyamaza akageuka tena kuangalia turubai, ndipo kitu cha kushangaza kilitokea. Turubai lilivuja damu kutoka kwenye kona ya chini, damu harisi na kwenye damu hiyo maandishi mapya yakaanza kujichora. Maandishi hayo yalikuwa mchoro hatima. Ameachia mzigo, mwenye macho ya roho atachora kinachofuata. Tatu alipumua kwa nguvu, alijua sasa mzigo wa mzee Zubeli ulikuwa umepitishwa kwake, na mtu aliyekuwa kwenye mchoro mpya alikuwa bado hai, lakini akiwindwa. Na sasa tatu alikuwa na kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kumtambua mtu huyo kabla hajapotea na kazi ya pili ni kuamua kama ataendelea kuchora kinachofuata au atakimbia kabisa. Huyu ndio mwisho wa sehemu ya tatu. Karibu tena katika sehemu ya nne, lakini usisahau kusubscribe chaneli yangu ya YouTube. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya